waliporudi wanafurahi ti mapepo yanatoka kwa jina la Yesu. Yesu akasema msifurahie pepo zinavyotoka. Furahini majina yenu yameandikwa mbinguni. Ndio maana roho isiyo mkiri Kristo, hiyo ndio roho ya mpiga Kristo. Kwa mfano mimi na mchana ukweli, Zumaridi. Zumaridi ni mfalu, ni mfalme wa kuzimu. Ndio maana jiita yeye ni mfalme. Yeye ni Mungu chini ya jua. Ninyi wanadamu mnachekeza mna sana nini? Mnachekesha. Tena mnachekesha. Eti hakuna kile alingia kwa kwa Yesu tu. Huyo amekwana nani wewe? Eti aliyekokuwa ni Yesu ni Zumaridi.

mtu wa Mungu, basi kwa dakika chache leo, nataka tujifunze habari ya kumjua mpinga Kristo ni yupi na yupi ni nabii wa ukweli, yupi ni nabii wa uongo, yupi mtumishi wa uongo na yupi mtumishi wa kweli. Japo kumekuwa kuna mikanganyiko sana kwenye vyombo vya habari kwamba na huyu ni nabii, yule ni mtume, wamekuwa manabii wengi, mitume wengi, waimbaji wengi, lakini wapo original na wapo feki. Lakini upate kujua neno hili jioni ya leo, nataka nikutoe kwenye hilo giza, ili upate kuelewa yupi nabii wa ukweli na yupi nabii wa uongo. Basi tutakwenda kabla ya tengoja twende tukasome kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya sura ya kwanza linasema hivi, nataka ujue manabii wa ukweli na manabii wa uongo, lakini kipimo cha manabii wa uongo ni neno la na Mungu. Sikia neno la na Mungu linavyosema katika waraka wa Yohana, wapenzi, msiziamini kila roho, bali mzijaribu hizo roho, kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa wengi, we, manabii wa uongo wengi wametokea duniani hapa. Mbili anasema, katika hili tumjua roho wa Mungu na roho na roho ikilio, kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili atokana na Mungu, na kila roho isiyomkiri Kristo haitokani na Mungu. Bwana Yesu. Yesu asifiwe. Mm. Hapa tunaambiwa wapenzi, msiziamini kila roho bali mzijaribu hizo roho kama kweli zinatokana na Mungu, kwa sababu roho za roho Mungu ni Mungu mwenyewe na roho wa shetani ni shetani mwenyewe, lakini hapa leo tunajifunza roho wa Mungu. Leo sifundishi roho za mashetani, japo yapo mashetani mengi. Natambua kitu kimoja, shetani anapotumia mtu anatumia mwanadamu aliye pamoja na wewe. Sisi watumishi hatupambani na mwanadamu. Unaweza nikakuonyesha pengine labda Mwamposa ni shetani, naweza nikakuonyesha pengine mtume fulani ni shetani. Sipambani na Mwamposa au sipambani na mtu fulani, napambana na ile roho iliyo ndani ya yule mtu, kwa sababu shetani hawezi kufanya chochote asipokutumia wewe ndio maana utakuta sehemu kuna mtu ni kahaba. Ukipambana na yule binadamu, unaweza ukaambiwa au unapambana, mbona na fulani pengine ni mama nani, mbona napambana naye? Sisi tambua, ni watumishi wa Mungu, ni watu wa rohoni, tunapambana na vitu ambavyo havionekani. Sasa nakuleta kwenye neno la Mungu jioni ya leo. Inasema, wapenzi, msiziamini kila roho kwa sababu kuna roho zingine ni za Mungu na roho zingine ni za Shetani. Kumbuka maneno ya Bwana Yesu anapowaambia wakina Petro kwamba Mungu ni roho na Shetani ni roho, na Mungu anataka watu wanaomwabudu katika roho na kweli yote. Sasa hapa wanasema msiziamini kila roho. Utajuaje huyu nabii wa ukweli? Utajuaje huyu nabii wa uongo kwenye dunia saa hizi? Kwa sababu manabii wameinuka kama uyoga, kila kukicha wanainuka kama uyoga, magharibi wanatokea, mashariki wanatokea, wengine wanajiita mitume wa uongo, wengine manabii wa uongo. Sasa utajuaje? Hapa ndio nataka nikufungue macho. Kipimo cha kwanza hapa, msiziamini kila roho, msijaribu, utazijaribu kwa nini? Kwa neno la Mungu. Rudi kwenye msingi wa neno la Mungu. Hakuna kipimo kingine chochote cha kumjua nabii wa uongo zaidi ya neno la Mungu. Mungu yeye ametupatia neno, anasema, binadamu hataishi kwa mkate, tunaishi kwa neno la Mungu. Hatuishi kwa kula chakula, kunywa na kuvaa, ah -ah. Tunaishi kwa neno, kwa sababu Mungu aliumba dunia kwa neno. Anasema miti itokee, na miti natokea. E, miti izae matunda, mpaka leo hii tunaona, eh? Tunakula matunda eh? Tunasema kunguru na waluke katika anga, tunaona kunguru kweli wanaluka. hiyo ni imani ya Mungu inayoleta matendo. Sasa tutawajuaje manabii wa uongo? ukisoma neno la Mungu, anasema roho za lazima zijaribiwe. Ndio maana tukimkuta nabii na anahubiri habari ya mafuta huyo tutaangalia, je, neno linasemaje? Ukisoma waraka hii wa Yohana, ukiendelea sura ya pili mstari wa ishirini na sita saba ule na ishirini na sita unasemaje? Wanasema kwamba ninyi mlisha pakwa mafuta siku ile ya ukombozi mlipokombolewa na Yesu. Mafuta hayo mlisha pakwa siku mnampokea Yesu. Yesu ndio mafuta yenyewe yanayokaa rohoni. Anasema mafuta yapo ndani yenu, na mafuta maana yake yanakufundisha. Ukisoma Agano la Kale mafuta walikuwa wanapakwa kwenye paji ya uso watu wanapotakiwa kuwa wafalme, wanapotakiwa kuwa manabii, unapotakiwa kuwa mtumishi fulani, unawekwa wakfu, ndio maana ya mafuta. Hasa mtu anapokwambia kanyaga mafuta, maana yake mafuta yamekuwa ya kukanyaga huyo Roho Mtakatifu. Mafuta ni roho, ambayo ni roho wa Mungu, na Yesu anasema kwenye kitabu cha Isaya, roho wa Bwana yu juu yangu, e hey, Bwana amenitia mafuta kwenye kitabu no, kitabu cha Luka anasema, roho wa Bwana yu juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri maskini habari njema. Unaona kazi ya mafuta, na vipofu wapate kuona na kuwafungua waliofungwa na kuwaweka huru waliosetwa. Kazi ya mafuta, yanapoingia ndani ya mwanadamu yanaanza kutoa mapepo. Yesu anasema roho roho, Mungu ni roho. Kwa hiyo mafuta ni Mungu, sio yanayopakana watu, sio paka hapa paka pale. Hapana, mafuta yanapatikana mtu akisha pakwa rohoni. Hivi unajisikiaje, kahaba anakuja kwako kwa anasema nimekuja kutafuta mafuta? Kwa sababu hapa Dodoma nakumbuka kuna watu walikuwa wanakuja kazini kwangu, tunaomba utuoneshe duka la Mwamposa anapouza mafuta. Naambia mafuta ya nini? Ha, mimi naumwa. Yuko mfanya kazi mwingine, na yeye anafanya naye kazi. Siku moja nimemkuta amenua mafuta ameweka kwenye chupa ya maji anakunywa. Namuliza, unakunywa, una shida gani? Ananiambia kwamba naumwa tumbo. Mtu akiumwa kichwa, kunywa mafuta; unaumwa tumbo, kunywa mafuta. Sasa hiyo ni ibada gani hiyo? He? Eh? Hakati, Yesu anasema ombeni kwa jina langu, watoto watu watapata, watapata afya, weka mikono kwa wagonjwa. Kuna maana, weka mikono Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kina Petro wakati wametumwa kwenda kuhubiri na Yesu, waliporudi wanafurahi eti mapepo yanatoka kwa jina la Yesu. Yesu akasema msifurahie pepo zinavyotoka. Furahini majina yenu yameandikwa mbinguni. Ndio maana roho isiyomkiri Kristo, hiyo ndio roho ya mpinga Kristo. Kwa mfano, mimi na mchana ukweli, Zumaridi. Zumaridi ni mfalme, ni mfalme wa kuzimu. Ndio maana jiita yeye ni mfalme. Yeye ni Mungu chini ya jua ni kweli. Hata Paulo amethibitisha, amesema shetani mwenyewe kuna wakati yeye duniani hapa ni Mungu wa dunia. Ndio maana shetani yeye amekamata dunia na amekamata mitume uongo. Yeye Mungu na ndiyo baba wa manabii wa uongo, kwa sababu Yesu anasema hakutaka shetani kusimama kwenye kweli. Yeye siku zote shetani asimamie ukweli, yeye ni muongo na anasimamia uongo, yeye yuko kinyume na neno la Mungu hivi. Chochote unachokifanya ndugu yangu, sisi hatutakuhukumu, tutaangalia kama unatembea kwenye msingi wa neno la Mungu tutafata msingi. Hata mahakamani, kama una kesi hauhukumiwi hivi hivi? Serikali yenyewe haina sheria ya kwake? Unahukumiwa sawasawa na kifungu cha sheria, kifungu namba fulani kinasema mtu akibaka miaka thelathini jela, na ni kweli wanakusomea hapo miaka thelathini. Na ndio maana hata mimi mtumishi wa Mungu sijui, ukasema oh, kuna watumishi japo wameinuka wengine, wengi wanazisema, oh, sisi ni wa zamani sana, tumeanza hizi huduma miaka mingi, huduma miaka mingi. Haikusaidii kitu kama we ni mtenda dhambi na shetani tambua. Ndio maana Sulemani anasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo, yani bora anayekufa vizuri au anayemaliza vizuri kuliko anayejiita wao wa muda mrefu, kwani shetani anaogopa ukongwe kazini? Yesu ameanza kuhubiri na miaka kumi na mbili. Mimi na wachukiaga wanaojifanyaga oh, mimi nimeanza huduma miaka mingi, unafundisha matheolojia mengi, viingereza vingi, ndio maana atakutoa mapepo, hey, the, in the name in the mighty name of Jesus, hey get out, toka pepo. Hapana, cha kwanza kumjua nabii wa uongo: kwanza kabisa hafundishi utakatifu, hafundishi watu waache dhambi, hafundishi watu waache dhambi wa kutubu na kutubu kwa jina la Yesu. Ndio maana kubatiza kwenye wanabatiza kwenye makalai ya kuogea. Manabii wengine wanabaki wana, wana, wana, wana, wana, wana redio nyingi, wanawaita watu huko, wanawasajili kuzimu. Kuna wakati unaweza kujikuta umeokoka, kumbe umeingia mikononi mwa shetani. Hao manabii wametumwa na shetani, na wao natakiwa tuwaombee ili Mungu awatoe wa kwenye kuzimu. Ndio maana ukiona wewe Yesu anasema hivi, afadhali wa mtakatifu amenikumbusha Yesu anasema kitabu cha Matayo. Siku ile wengi watakuja, watasema Bwana, tulifanya unabii kwa jina lako, mbona kwa jina lako tulifanya miujiza mingi. Yesu anasemaje? Nitasema siwajui, tokeni kwangu mtendao dhambi. Ni nini kweli? Unaweza kuwa unafanya miujiza kwa jina la Yesu, tukasema wewe ni mtumishi wa Mungu, halafu utakuta watu wanakuja wanakusujudia kama navyomsujudia Zumaridi sasa wakuabudiwa, Yesu mwenyewe amethibitisha kwenye kitabu cha Mathayo, wakuabudiwa na kusujudiwa ni Mungu. Hasa mtu anayefanya muujiza hapo anasema mtukuze, atukuzwe mungu wa Zumaridi, tayari huyo ni shetani hataki kumtukuza jina la Yesu. Alifanya miujiza na Zumaridi, amemkataa Yesu jumla, hataki kumtaja. Manabii wengine wanafanya miujiza na wapaka watu mafuta halafu anaza mpige mpige Yesu makofi. Ameponya, umeponywa na uchawi. Halafu Yesu amekuwa ni kama pazia, na ni kweli lazima wamtumie tu Yesu, kwa sababu neno watakalo lisoma linamtangaza Yesu. Kwa hiyo wanajifanya wanakumwagia hata maji eti eh. Wengine wanapuliza mpaka maiki puu chini, halafu anaza mpige Yesu makofi. Yesu amesatu tufanye hivyo? Yesu amesema anasema kwa jina langu toeni pepo, kwa jina langu fufueni waliokufa, kwa jina langu mtafanya miujiza mingi kuliko hii. Hiyo miujiza mingine ndugu yangu, siku ile kwenye mlango wa mbinguni, nakwambia utakataliwa. Wapo wanaofanya wajijui, wamekamatwa na shetani, na wapo wanaojijua wanayafanya na zile nguvu za giza. Ndio maana kwenye mitandao kuna shuhuda nyingi, mpaka wengine kabisa wanatoa shuhuda, wengine sita kuwasema tu. Kuna mtu mmoja ananiambia alikuta mtumishi mmoja yeye anatumia nyoka pale madhabauni, amehama hilo kanisa na sitaki kumtaja huyo mtumishi, lakini yupo anajiita mtume, kuna wengine anajiita manabii. Hapa kipimo ndugu yangu, soma neno la Mungu ujue neno la Mungu. Ukilifahamu neno la Mungu umemjua wewe, lakini pata kujua kitu kimoja. Kama haujui pesa au fedha original, hutajua hata feki. Kama hela original fedha, noti noti, ngoja eh, nikuonyeshe kama hutajua hii fedha ni original au feki basi hata manabii wa uongo hutawajua, kwa sababu ukitaka kujua hela original fake, lazima ujue original. Kwa hiyo neno la Mungu ndio kweli na Yesu anasema neno ndiyo kweli, na nimekuja kuishuhudia kweli, na kweli mwenyewe ndiyo Yesu. Anaambia kina Petro, nimewapa jina langu, toeni pepo, msianze kufanya chochote, itawajilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Huyo ndio nguvu ya Mungu inayoweza kutoa pepo, hatutumii kitu chochote. Ndio maana ndio maana kuna wakati na posti klipu tukionyesha jinsi gani pepo tunasea kwa jina la Yesu, pepo zinatoka. Wewe unayetumia maji, tumia jina basi tukuamini ndaamini nguvu zako jina la Yesu tu, tutaamini. Roho Mtakatifu aliye ndani yako ni nani? Na Yesu anawajua walio wake. Paulo anasema msingi wa Mungu umesimama ni mwenye muhuri hii, Bwana anawajua walio wake, na wanaoliitia jina la Bwana sharti waache uovu. baada tu kuona nabii alafu ni ni mzinzi, nabii ni kahaba, unasifia makahaba. Yuko mtumishi mmoja, yuko Arusha, eti anapitisha makahaba madhabauni, wanafanya show madhabau takatifu. Tunajua wewe ni nabii wa uongo kupitia kazi unazozifanya. Ndio maana Yesu anasema kama mniamini mimi Aminini kazi. Je, ni za Mungu au ni za nani? Na wewe tuna yes, peto, Yesu Petro, ndio maana akamwambia Yesu tunajua wewe ni mtakatifu wa Mungu, ni mti wa mafuta wa Mungu. Na ndio maana Bwana akikutia mafuta unakuwa mnyenyekevu, unakuwa mpole, unakuwa ni mtu wa kujishusha, unakuwa unajali watu. Hayo ndio mafuta ya Mungu. Umefanya miujiza unasema Bwana atukuzwe, Mungu atukuzwe. Ukifanya miujiza unasema Yesu utukuzwe, Uliyefanya hii miujiza. Roho ya Yesu ndio anayefanya kazi ndani yetu, kwa sababu kazi hii siyo ya Yesu na siyo ya kwetu. Ndio maana Yesu anasema nitakuwa nanyi mpaka utimilifu wa dahari. Walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, Yesu anasema, na mimi nipo katikati yao. Miujiza unayoiona ni Yesu anafanya kazi Yesu. bado yupo duniani kwa taarifa yako. Kama unamhitaji Yesu, unatamani kujua mambo ya Mungu, hutayajua mpaka siku unampata Yesu. Na Yesu anasemaje kwenye kitabu cha Yohana? Hakuna mtu atakayemjua baba kwanza kama mwana hata kufunulia, na hakuna mtu atakayemjua Yesu yeye mwenyewe kama Mungu hata kufunulia. Yesu, kila kitu ni ufunuo Ukimpata Yesu umempata Mungu. Tabia za Mungu zipo ndani ya Yesu. We jifanye ni mtumishi wa zamani sana, Yesu ameanza miaka kumi na mbili alafu amekufa na miaka thelathini na tatu ametimiza huduma. Na mimi je, na miaka mingapi hapa? Kwa hiyo ukongo wako usinitishe. Tunachoogopa ni yule anayefanya kazi za Mungu kwa hofu, kwa kicho na unyenyekevu, hiyo tu. O, mnasema wahubiri, mnasema watumishi, tunawasema kwa sababu mnajitangaza mitandaoni. Fanyeni kwa siri, saizi umeshenali huko mtandao. Dunia yote ipo kwenye mtandao, tutaingia TikTok, tutaingia Facebook, tutaingia kwenye platform zote, tutaingia Twitter kuwapiga wapumbavu wanaoharibu kondoo wa Mungu na wamalisha wa Mungu. Na Yesu anasema msiogope hao wanaoua mwili, ogopeni mtu anayeweza kuua roho na kukutupa kwenye jehanamu. Tunamwogopa Mungu. Kumbuka Petro aliwahi kamatwa siku moja na Herode Amewekwa ndani, wakamwambia sasa, usikubaliane usihubiri jina la Yesu. Petro anasema tuwatii Mungu, tutii mamlaka au tutii wanadamu? Tumtii Mungu tuwatii wanadamu? Hukumuni wenyewe. Na malaika wa Bwana akamchomoa Petro akasema, endelea kunena maneno ya uzima. Ndio maana Yesu anasema msiogope. Itafika mahala watumishi sisi tumeokoka kumbuka, ili tufe, ndivyo neno la Mungu linasema tumeokolewa, ili tufe, na tutauawa kweli, kwa sababu ya ukweli wa Yesu, na tutaogopa kwa sababu ndiyo Mungu ametutoa, kwani Yesu alikubakia wakina Petro wakina Paulo, wengine wamesurubua vichwa chini miguu juu, wengine wamefungwa magerezani, wengine wameteseka kwenye milima huko. Injili ni gharama, Injili imegharamiwa. Injili imemfanya Yesu kwenda msalabani, akupate wewe kahaba, akupate wewe mlevi, akupate wewe mzinzi, akupate wewe muongo. Yesu anakupenda. kama ukahaba unakushinda achana na kunywa maji, maji ya maji ya mambia kina mamposa. Acha mafuta yao. Yesu ukimpata ndio mafuta. Ukahaba utaondoka wenyewe, uzinzi utaondoka wenyewe. Ukimpata Yesu mambo yote ni safi. Kama unamhitaji Yesu, njoo kwa Yesu. Wako manabii wengine wa wajanja, wanamtumia jina la Yesu kabisa. Wakisha mwagia mtu mafuta, wanatumia jina la Yesu, wana mwingine, pepo toka, pepo toka, wataji Yesu. Mwisho wa siku, wakiona mtu yule amefunguka, mpatieni Yesu makofi. Unaona manabii walivyo aina mbili, wapo wasiomtaja Yesu kabisa na wapo ambao wa, wakishafanya miujiza ndio wanamtaja, na wapo wengine wanataka kusujudiwa. una niisha kuhani Musa. Siku moja, mimi nimekutana na dereva wangu mmoja, ananiambia alienda kwa ku kuhani Musa, eti kumwona laki tano. Haya, ukishaingia nakwambia shetu nunua maji ya mia tano elfu moja eti kumuona laki tano halafu akigundua umekuja na gari tayari unaongezewa dao kama kiboko ya wachawi walivyokuwa wanafanya. Eti funguo ya nani? Funguo ya nani? Nani ameacha gari pale wakijua ni wewe hey? wanajua huyu mtu ana maokoto huyu. Maana huo ni manabii wa uongo ndio wa design hiyo, wanachukua hela za uongo, tamaa, njaa kali. Magembe amesema njaa kali ni kweli E, wahubiri, wa saizi, wa saizi waliobakia naongea wazi, wanaoongea ukweli, wala si wasifu na sitafuti kiki. Mimi nakumbuka yuko mtumishi mmoja, ndio maana wengi wanasemaga mbona unahubiri kama Pascal Kasian? Mbona unaimba kama Pascal Kasian? Tambua kujua. Pascal Kasian, mimi nimekaa naye studio wakati narekodi nyimbo. Ameniambia mdogo wangu, fuata nyayo za kwangu. Hii Injili ya kina pa, hata Paulo alisema fateni nyayo zangu. Hubiri mambo ya rohoni, sio ya mwilini. Pokea magari, pokea majumba, ndio maana kwa Kuimba kuna wakati wanasema mbona naimba kama Pasco? Mbona nahubiri kama Pasco? Eh? Sio kwamba naimba kama yeye. Mungu alitukutanisha huyu jamaa tuna huduma sawa. Na ndio wahubiri ambao mimi nao wapenda. Nilikuwa na nampenda tangu miaka mingi kabla sijaokoka. Na nyimbo zake nyingi nilikuwa napenda kuziimba kabla sijaokoka. Nampenda Pasco Cassian, nampenda Mbarikiwa, napenda na Magembe. Hawa jamaa ndio walio watatu. Mimi ndio nao waona wamesimamia ukweli. Wengine kama wapo sijui. Nataja ambao mimi ni wafuasi wake. Hao ni followers wake. Mungu akubariki na sipo kusifu watumishi. Mimi nayemsifia ni Mungu tu, na wao wakigeuka, au Pasko Kasian akigeuka na, na yeye tutamjia juu. Wakigeuka na wao, tutawajia juu. Ndivyo tunavyojijenga, atakiwa tujijenge. Swala zima tufike mbinguni kwa Baba hata milele. Jehanamu inatisha. Sasa hizi ni wajanja tunajifanya, ila Jehanamu, Mungu anasema ndani ya Jehanamu funza hawafi funza hawafi, moto unaungua na funza wako ndani, wanatoboa fuvu, wanaacha sumu, unalia milele na milele, kamwe hautoki. Kimbia gazabu ya Mungu. Ukahaba utakusababisha ukumkose Mungu. He, ulevi kitu kidogo sana, pombe He? Mungu anasema nitakupa nguvu. Paulo anasema kwenye Waefeso tano mstari wa kumi na nane, msilewe kwa mvinyo, mjazwe Roho. Basi Roho Mtakatifu kinywa kama pombe vile, ndio maana kina Petro aliambiwa amelewa. Mungu akubariki sana uliosikiza ujumbe huu. Nataka nikuombe unayetaka kuokoka leo. Na Mungu atakusamehe dhambi zote, hata kama ulikuwa ni kahaba umefanya madhambi yote, Yesu atakusamehe. Na Yesu anasema nikikuweka huru utakuwa huru kweli kweli. Ukahaba utaondoka, ulevi utaondoka, uzinzi utaondoka, kuangalia mapicha chafu mtandaoni utaondoka, hata usengenyaji utaondoka. Ukimpata Yesu atakupa heshima. Njoo nikuombe. Wewe unahitaji maombi. Na kama utahitaji mawasiliano au utahitaji nikuonyeshe sehemu ya kuabudu, mimi sina haja uje kanisani kwangu maana niko mbali Dodoma. Wewe nitaku uonyesha kanisa sahihi utakaponitafuta kwenye simu, ila njoo ni kuombe, na nitakwambia nenda kanisa fulani fulani, mimi nayafahamu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Fatisha sala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi, na nimekubali Yesu wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na ulikufa kwa ajili yangu. Naomba Yesu nisamehe, ninaamini kwamba ulikufa na ukafufuka, ukawa hai kwa ajili yangu mimi Baba, naomba unisamehe, futa dhambi zangu zote nilizozifanya. Kwenye kitabu cha hukumu, andika upya jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kwa sala hii, Yesu amekusamee. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji huyu, namweka mikononi mwako Bwana. Naomba umlinde usiku, mlinde na mchana, linda na watoto wake na familia yake. Kuanzia sasa, ninaamini ni mwanao, amen. Utaanza kuona ndoa inaenda vizuri, watoto wanaenda vizuri, kwa sababu yako wewe. Na ndio maana Mungu anasema mkiokoka ninyi mmeokoka na nyumba zenu. Mungu akubariki sana. Amen. Basi endelea kufuatilia na mungu akubariki. Kama unaweza kuchangia mchango wowote kupitia hii namba zangu, haina shida. Sisi tunafanya kazi ya Mungu, tunaweka vitu hivi mtandaoni kwa ajili ya dunia, kwa sababu shetani saa hizi tukisema tusi, tusiweke mtandaoni watoto wetu watakuwa mazezeta baadaye. Mimi kesho nimekufa, mahubiri yanaendelea kuishi kizazi cha baadaye. Shetani anaharibu kizazi cha baadaye, inawezekana hujui huo. Unaona kama saizi lakini shetani anaangaliaga mbele. Tutapotea hichi kizazi kama Yesu hajarudi na Yesu yuko mlangoni, ila hatujui saa gani anakuja. Amesema nitakuja kama mwizi. Mungu akubariki sana na